Anaitaga hai ma official ule boy ha. Handsome boy lakini manyema sina popa sina papara sina mambo mengi. The real icon, the real boy here. Yule boy ambaye anapamba na rangi nne za bahati, kijani, njano, blue na nyeusi. Ndio vinanipa heavy weight ya mimi kusimama hapa. Niko na the real guy wanamtaja. Eh, the real angel, eh, the natural voice. Tuko naye hapa baby mama moja hivi. Okay, tunaenda kumsikiliza sijawahi ya kwake. Eh, alafu tunatoka hapo.

anawapata kinyamanyama watu wakutokea Kibaha, nashukuru pia. Anakwambia bwana, niseme kama Salma kutokea Chanika, anakwambia bwana, huyo msikaji mbona anachinja kiasi hicho? Eh, anafai anafai sana. Anakwambia ametisha kinyamanyama, mpe shazamrevu. Nadhani kapata okay. Wewe hapa, anakwambia ni haji, na nawapenda sana hapo studio, mwambie ilenjo kwa kutulia ainaitajika inahitajika leo nguvu sana halafu, mwamba kaua sana kama kwenye freestyle, ndio yupo hivyo. Huyo msikaji hatari hatari. Okay, poa poa, anakwambia anakwambia niseme kama sabla natokea Gongo la Mboto, e, nawambiaorakani huo ana bara lake Mungu amfungulie, na nafasi ndio hii, kwa sababu opportunity ni nyingi sana kwa sasa hivi kwa wasanii wa Singeli, so ajitahidi kujipambania, kwa sababu nadhani hapo amepofika ni sehemu sahihi. Yes! Umetisha kinyama nyama. Okay, anakwambia niseme kama Mary, kutokea kutokea simza afrika sana, anakwambia brother Dogo katisha. Hebu mwambie Musa namba yake ya simu hapo ili tuongee naye. Poa poa, atamusa namba yake ya simu alafu tutajua ni kwaje. Huyu hapa anakuambia Bwana Haimai. Hmm. Ah, Bwana Haimai, ndio <laughs> ni aje hapo kama kaa. Bwana msikaji. Msikaji, kama ametu ametuchinja fulani, kwa nini kesho asitokee? Kwa nini kesho asitokee kwa shambati ya hapa? <laughs> <laughs> Okay so, tutajua itakuwaje kama atatokea au vipi, uh, uh, sisi tutajua hapa hapa mjengoni, si ndiyo? Sisi tutawapa majibu okay. Anakwambia niseme kama kipenzi cha wengi, naitwa Rahma kutokea eh, naitwa Rahma kutokea Madoto anakwambia, anakwambia bro, we mshikaji, we mpambanie tu, we tunakuelewa wewe mpambanie tu tunakuelewa. Maanake hujawahi kuharibu bro. Tuliona kwa ile dogo kwa wa mara ya kwanza. Mpaka sasa hivi anaendelea yuko poa. Okay, sharp ni ndio mmeelewa. Nakwambia eh ni aje hapo. Ni aje hapo nilo angel. Poa. Eh hiyo ni salamu ya Mimi nitumbua tu message ni aje hapo? o Mjingoni wanasemaje? Mjingoni tuko poa. Akambia mmetisha kinyama nyama. Tunaendelea kuwasikiliza kupitia tisa moja nukta saba FM kutokea pande za Chanika. Mmetisha kinyama nyama. Okay, tunashukuru sana watu wa kutoka chat Chanika. Akambia ah, nisome kama yarudi kutokea Mbaga Mbande. Akambia Mbaga. Oya huyo dogo huyo mwambie afunge safari aje Mbande Anapojisifia hivyo sisi tunamuua. Wananchi